Habari za safari. Habari za safari salama, tumekwenda salama, tumerudi salama. Tumerudi hongera sana, hongera sana, sana. Naam. Naam. Kwa kwa kwa faida ya ya watazamaji wetu ni ni jina jina lako na nafasi yako katika Istiqama. Bismillahirrahmanirrahim. Jina langu ni Sulaiman Saif Ahmed Ahmed bin Hamoud bin Ahmed Al-Ghallabi. Mashaallah. Eh. Mimi bwana, nimekwenda, hii ni trip ya tatu vijana, unajua uzee kwenda kuhiji kuna kasoro nyingi sana tunaziona. mm. Mm. kuhiji atakiwa mtu vijana ndio aende kuhiji, hii ni ibada na hii ni nguzo mm. na kitu muhimu kufata nguzo kama unapotoa nguzo za sala mm. na nguzo nyingine ambazo na dharma kufunga mm. na kwenda kuhiji ni muhimu sana hii na, na. Na. Na, ni nguzo muhimu kwa mm. sababu sisi tumewahi kuwazungumza ku, kuwahoji watu wa nchi za, za Asia, mnakwendaje mm. hiji, maana tumakuta watu wengi sana kutoka Asia umekuta watu wengi sana kutoka Asia, vipi mnakuja wao? Mm, wanasema sisi ni watu kutoka mashamba na, lakini walikuwa wanakushanya rasilimali zao kwa miaka kumi na tano ili waende kuja watekeleze nguzo Shahiro, ya Hijja na. Mm, na umekwenda tunawakuta watu wengi asilimia hamsini ya mm. mahujaji ni kutoka Asia tofauti na nchi na, zetu za Afrika tuwapata mm. watu kidogo sana, kwa mm. hivyo tufanye bidii vijana wende mm. wakaahiji wakitekeleze nguzo hii muhimu katika nguzo tano za Kiislamu, basi nguzo mojawapo ni hii, naam, naam, na muhimu kufanya vile ibada. Mashallah. Kuna watu wanasema kwamba bwana, maana ukimwambia kuhusu ibada anakuambia bwana mimi sina uwezo, lakini kazi yake anafanya hapa, pengine ni mvuvi, kwa siku anapata elfu hamsini, hamsini, sitini. Sasa hao nawaambiaje watu ambao wanasema kama hivi, maana maneno ambayo yamekuwa yamezoeleka sana, bwana mimi sina uwezo, sina uwezo, na wallahi kuna mipangilio kumi na tatu kwa swala jingine kwanza watu mirathi umezikalia mm. Muhimu kwanza, mirathi imezikalia watu yeah. na Mwenyezi Mungu ameamua kwamba watu wafanyiwe mirathi, watoe mirathi kwa mm. sababu mtu anapotoa mirathi ndio upanuzi wa mambo ya Kiislamu unatanuka yeah. ukipopata mtaji ndio utafanya biashara mm. na utaendeleza mtaji yako na utapata nguvu ya kwenda kuhiji mm. swala la pili kwamba unatakiwa wajibu kwamba kuna watu wapea mirathi mashamba mashamba, yauzwe nusu ya shamba, robo ya shamba, shamba liuzwe mm. ili uende kuhiji, lakini nachia mtoto wako, mtoto wako atakuja kuhijia wewe. Hawezi kukujia kuja kuhijia, inatakiwa mm. wewe mwenyewe ukaje ujiamulie mwenyewe, okay. kwa sababu watu wanachukua mirathi wanawazikalia mm -hmm. watoto wewe una unafariki, watoto wanazichukua mali nazifuja. Natakiwa kwamba lazima uhakikishe unatekeleza nguzo hii, mashallah. Na shukran sana, tunashukuru sana kwa ushirikiano wako, inshallah. Asante sana.